Okay, sasa tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na masuala ya uzazi kwa mwanaume, hasa katika tunazungumzia swala la nguvu za kiume, ambayo ni changamoto kubwa sana kwa watu wengi ambao tunakutana nao mtandaoni, ambao tunakutana nao uko mtaani. Kwa hiyo hakikisha unajifunza mwanzo mpaka mwisho na unaelewa vizuri kuhusiana na hii changamoto, itakusaidia kupata wateja wengi na kupata uelewa ambao utakurahisishia kuweza kufanya mauzo makubwa kiurahisi zaidi ayo jambo la kuzingatia hapo ni kwamba hakikisha unafuatilia vizuri video hii, utaweza kuelewa kiurahisi zaidi. Sasa mtu atakapokuwa amekutafuta, jambo la kwanza unaotakiwa kuzingatia sana ni kuhakikisha unachukua taarifa zake zile za msingi. tunaposema taarifa zake za msingi ni kwamba unatakiwa kuhakikisha jambo la kwanza unajitambulisha wewe, unaitwa nani sawa. Hiyo ni jambo la kwanza, unaitwa nani, unapatikana wapi, lakini pia wee unadili na nini. Kwa hiyo tuseme ni mtu ambaye amekutafuta kupitia message kwenye WhatsApp, unaweza ukachat naye kwenye hatua za mwanzo pale kwenye kutaka kujua labda taarifa zake za mwanzo, lakini baada ya hapo utaomba umpigie simu au utampigia simu bila kumuomba. hayo yote unaweza kuyafanya. kwa hiyo utampigia simu baada ya kumpigia simu utajitambulisha. Hello, mimi naitwa Mr. Mdolo kutoka Kimara Stopova, ni mtaalamu wa afya Ulinitafuta kupitia tangazo la uzazi hasa katika masuala ya uzazi kwa mwanaume. Unaweza kutaja direct nguvu za mwanaume, kwa sababu wengine unakuta labda yupo na watu hiyo sehemu kwao, unamwambia kuhusiana na uzazi kwa wanaume. Sasa nimekupigia simu ili niweze kufahamu baadhi ya vitu, niweze kukuelewesha kiurahisi zaidi. Kwa hiyo ningependa kufahamu wewe unaitwa Mr. nani? Atakutajia jina kwao, utamuuliza jina lake pale, atakutajia jina zeni baada hapo, sawa. Labda mfano akasema anaitwa Mr Joseph. Mr Joseph unapatikana wapi? Naona ni jambo la muhimu ambalo tunatakiwa kulifahamu kwamba anapatikana wapi. Hicho ni kitu cha muhimu sana, ili ujue unaongea na mtu wa aina gani na ujue utumie pia nguvu kiasi gani. Anakwambia mimi niko Tanga vijijini, mimi niko sijui Kilombero, si wapi wapi. Mwingine anakwambia niko Dar es Salaam, anakutajia maeneo yale ya Kishua. Huyu ni mtu ambaye unatakiwa utumie pia nguvu kubwa na kuhakikisha anakuelewa vizuri. Sasa baada ya hapo unachotakiwa kufanya unatakiwa hmm, kuzingatia jambo lingine hapo ni kwamba baada ya kujua saa anapatikana wapi, unaweza ukamwambia, ningependa kufahamu ni changamoto gani hasa ambayo inakusumbua ili niweze kusaidia namna kuitatua hiyo changamoto. Kwa hiyo hatua inayofuata ni kujua changamoto aliyonayo ni ipi. Atakwambia ah, bwana mimi nawahi kumaliza tendo la ndoa au mimi changamoto yangu ni mbegu chache. Atakwambia kile anachokwambia hakikisha unakiandika. Ukiandika itakusaidia baadaye wakati unaelezea. Kwa hizi taarifa zote ambazo anakuwa anakwambia, unatakiwa uziandike pembeni kwenye notebook yako au daftari lako la kawaida. Baada ya hapo, kwa umemuelezea, pia amekuelezea sasa changamoto yake, unatakiwa sasa umuulize pia, ningependa kufahamu hiyo changamoto yako ina muda gani? Kwa fahamu pia, muda wa ile tatizo alilonalo, kitu kinachofuata muda wa hilo tatizo. Lakini baada ya kumuuliza hilo, unatakiwa pia umuulize kuhusiana na aina ya matibabu yoyote au jitihada alizochukua katika kupambana na hiyo changamoto kwa huo muda ambao alikuwa na hilo tatizo. Kwa hiyo ni hatua nyingine ambayo utaizingatia hapo, itakusaidia sana kuweza kumfanya akuelewe zaidi. Lakini pia ukishajua hivyo sasa, utaenda moja kwa moja kwenye point ama kwenye ile changamoto ambayo yeye atakuwa amehitaji. Lakini kabla hapo kuna vitu pia lazima ufahamu. Huyu mwenye shida nguvu za kiume, unatakiwa muulize maswali mengi sana kuliko wewe kuongea. Kwa hiyo namwambia, kuna maswali pia ningependa hapa nikuulize, ili iwe rahisi pia kuweza kusaidia. Naomba kufahamu, mara ya mwisho kupima uzito wako, ulikuwa uzito wako ni kilogramu ngapi? Atakwambia, mimi nilipima uzito si lini lini, ilikuwa kilogramu kadhaa. Ah, okay. Urefu wako? Atakwambia. Ah, sawa. Umri wako pia ningependa kufahamu. Kwa hapa pia utamuuliza umri, kule mwanzo ukumuuliza umri lakini hapa utamuuliza umri, kwa utaanza kumuuliza uzito, urefu wake, utamuuliza na umri. Unamwambia nakuuliza taarifa hizi ili zinisaidie pia kujua kama una uzito mkubwa au wa kawaida, kwa sababu nitaenda kupima BMI yao, yani kuangalia kama uzito wako unaendana na umri wako na mwili wako jinsi ulivyo. Baada ya hapo utatakiwa huyo mtu unatakiwa umuulize maswali mengine tena. Labda ningependa kufahamu kuna magonjwa yoyote ambayo hivi karibuni amekuwa akikusumbua, ambayo yakapelekea kupata hii changamoto, au hii changamoto ilianzaje, anzaje, yani ilikuwaje? Kwa hiyo hapa hakikisha unajua chanzo cha tatizo lake. Atakwambia labda alikosana na mke wake, atakwambia labda alipitia kipindi ambacho alikuwa anapata ugonjwa labda wa sukari, au alikuwa na shida ya tezi dume, presha atakwambia sa kwambia hivyo baada hapo, utatakiwa sasa wewe kama mtaalamu, vile vitu vyote uviandike pembeni. Kwa hiyo hakikisha unagundua tatizo lake limeanzia wapi, ni sehemu ambayo itakusaidia wakati wewe unaelezea namna ya kutibu hiyo hiyo, ni ni sehemu ambayo ni lazima utaibusia. Kwa hiyo unaweza kumwambia nimekuuliza pia kuhusiana na magonjwa kwa sababu nataka nijue chanzo, tukijua chanzo itakuwa rahisi zaidi kuweza kulitatua hili tatizo naona, kwa utamwambia hivyo. Lakini pia baada ya hapo, utatakiwa kuhakikisha unaenda sasa moja kwa moja kwenye pointi za msingi, usitumie muda mrefu sana. Baada ya hapo, utaenda kumwambia hakuna sehemu ambazo ni lazima tuangalie kwa mtu ambaye ana changamoto hii ya nguvu za kiume. Jambo la kwanza linatakiwa tufahamu kuhusiana na masuala ya tezi dume, kutokana na umri ulionitajia mfano labda kama amekutajia na umri wa miaka hamsini, sitini, arobaini na ngapi, naambia kuna dalili ambazo ni lazima nizifahamu ili niweze kujua na kusaidiaje. Kwa hiyo utamuuliza sasa dalili pale za tezi dume, kama mkojo unaruka. Je, mbegu zake anapokuwa anafika mshindo pale zinaruka au zinakuwa tu zinadondoka kawaida? Hakikisha pale pia unajua. Lakini pia angalia huyo mtu akwambie, je ana, anapata hali ya kukojoa mara kwa mara naona ni vitu vya msingi. Na vipi akiwa anakojoa hapati maumivu yoyote, ili pia ujue kama ana maambukizi au hana maambukizi yoyote. Hilo ni jambo la msingi la kwanza. Kwa hiyo hapo utaelewa na swala la tezi dume. Anaweza kuwa na umri mdogo lakini akawa pia na changamoto za tezi dume. Kwa hiyo hapo utamuuliza hayo maswali yatakusaidia, lakini baada ya hapo kuna sehemu nyingine ambayo ni lazima aingie. Utamuuliza kuhusiana na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, vipi anapata choo vizuri lakini pia unatakiwa umuulize, vipi amewahi kupata changamoto labda ya bawasiri, amewahi kupata changamoto ya vidonda vya tumbo. Hayo ni maswali ambayo utamuuliza kwenye mfumo wake wa mmeng'enyo wa chakula, ili kuhakikisha unapata majibu vizuri. Kiongozi, hiyo mic usiguse. Baada ya hapo, unatakiwa uhakikishe unazingatia sasa kipengele kinachofuata, ambapo unatakiwa umuulize kuhusiana na magonjwa ya mfumo wa damu ambapo huu mfumo wa damu. Kwa hiyo nimezungumzia hapo, jambo la kwanza tezi dume, nimekuja mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, nimekuja mfumo wa damu, ambapo hapo nitakiwa muulize kuhusu sukari, kuhusu pressure, kuhusu, kuhusu magonjwa ya moyo. Hizi ni changamoto ambazo zinaharibu mfumo wa uzazi wa mwanaume, ambapo huwa zinapelekea mtiririko wa damu unakuwa hauko vizuri, na wakati mwingine hata mfumo wa fahamu unakuwa hauko vizuri. Kwa pia ni jambo la muhimu kumuuliza, lakini baada ya hapo, unatakiwa uende sehemu nyingine ambapo ni kwenye homoni kwenye homoni ile ya testosterone. Sasa hapo utajuaje? Nitakiwa muulize je, huwa anapata hamu ya kushiriki tendo la ndoa? Swali la kwanza kwenye kipengele hicho cha homoni, huwa anapata hamu ya kushiriki tendo na, ye, la ndoa. Na je akimaliza raundi ya kwanza, anaweza akaendelea raundi ya pili? Yani anapata hamu ya kuendelea, au ndo anaishia hapo? Lakini pia nitakiwa muulize je, akimaliza raundi ya kwanza, ndo anapata usingizi au anakuwa tu kawaida, kwa sababu kuna ambao wanapata usingizi mkali sana. Unaona, kwa hiyo ni maswali utakayomuuliza hapo, na ukishamuuliza hayo yatakusaidia pia kujua huyu mtu homoni zake zikoje, kama anapata ham au apati hamu. Lakini pia swali lingine ambalo nitakiwa umuulize hasa ni kwenye kipengele kinachofuata, ambapo hapa inahusiana ni kwenye misuli. Sasa misuli ya uume au kwenye muscles. Kwa hiyo nimezungumzia tezi dume nikaja nikazungumzia hapo ishu ya nini mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, nikaja nikazungumzia ishu ya maswala hapo ya hormone, lakini nimezungumzia hasa kipengele kinachofuata ni kuhusiana na muscles au misuli. Misuli hapo unatakiwa ujue, je, uume wake unasimama vizuri? Naona akiwa anashiriki tendo la ndoa, unasimama imara? Lakini pia ujue, anachukua muda wa dakika ngapi kumaliza tendo kitu ambacho kitakusaidia sana lakini pia unaweza ukamuuliza akiwa pia hapa anaijakuleti, zile mbegu zinaruka au haziruki, pia inaweza kukusaidia kujua ume wake kama unasimama vizuri au ausimami vizuri. Hiyo ni point ya muhimu pia kuweza kuifahamu. Kwa hiyo baada ya kumuuliza maswali ya hizo sehemu, unatakiwa sasa, kuna vitu ambavyo uvizingatie ambavyo ni muhimu sana, ambavyo ni muhimu sana sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa hapo umpe elimu na lengo la kudili na hizo sehemu nne ambazo ulikuwa unauliza hapo ni kuhakikisha unajua yeye tatizo lake limesababishwa na nini. Ukishajua tatizo lake limesababishwa na nini, sasa unatakiwa hapo kuhakikisha unaenda kwenye pointi zile za msingi. Sasa nenda kampe sababu ni kwa nini uu, ni muda sasa wa kwenda kutoa sababu ni kwa nini anapitia hiyo changamoto. Kwaho ndo utaenda kurudi kwenye zile point of sehemu alizokuwa nakwambia hapo, unajisikia hivoh, najisikia hivo. Kwa hiyo hapo utamwambia kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapelekea mtiririko wa damu katika uume kutokuwa mzuri, sawa, na ili mtu aweze kuperform vizuri, kuna tunazungumzia hapo, kuna vitu ambavyo ni muhimu sana, ambavyo inatakiwa viwe vinafanya kazi vizuri kuna penile vein, yani penile vein hii ni kama mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye mfumo wake wa nini ule wa uume. Naelewa. lakini kuna penile artery. naelewa Sasa hii penile vein zenyewe huwa zinatoa damu kutoka kwenye uume baada ya msisimko kumalizika, lakini penile artery hizi ni artery ambazo zinasaidia damu yingia ya kutosha katika uume. Sawa, sasa hizi mbili ukiwa kuna shida inampelekea mtu kupata changamoto, umeelewa? Inampelekea mtu kupata changamoto. Sasa kazi ya penile artery yenyewe ni kufanya damu ingia ya kutosha katika uume baada ya mtu kupata msisimko au kupata hisia. Kwa hiyo mfano mimi nikimwangalia Mariamu hapa, ishara fanya akanionyesha, nikipata ule msisimko, ina maana damu, moyo unasukuma damu, ile damu inaenda sasa zile penile artery Ndo zinasaidia, ile misuli inatanuka vizuri, damu inaenda kuingia ya kutosha kule, naona ikishaingia damu kule kwenye tishu zile ndogondogo ambazo zinaitwa corpora cavernosa, zinaitwa corpora cavernosa. Hizi ndo tishu ambazo zipo kule kwenye uume, unaelewa? Sasa baada ya hapo, huyo mtu atajikuta uume wake unasimama vizuri, kama yeye yuko vizuri, lakini kwa ambaye hayuko vizuri, hawezi kusimamisha vizuri, lakini Penile vein, kazi yake sasa ni baada ya msisimko kuwa umeisha, ule msisimko au hisia za mtu zimeanza kupotea sasa, inaruhusu zile damu zinaanza kutoka kule na zinarudi kwenye maeneo mengine ya mwili nando hapo unakuta uume unalala. Sasa ina maana kwa wale ambao wana changamoto, mara nyingi unakuta hapa kwenye penile vein na hizi arteri na panakuwa na shida, damu inaingia lakini inawahi kutoka, haikai muda wa kutosha, na ndo maana anawahi kumaliza na kuna wale ambao wanachelewa sana kumaliza pia ni changamoto ya nguvu za kiume. Nguvu oh, za kiume sio tu mtu kuwai, hata wale ambao wanachelewa sana pia ni changamoto. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, tunatakiwa tumpe elimu kuhusiana na tatizo lake <clears throat> hapo tumeelezea, ajue ni kwa nini uume unasimama na uume unalala. Sasa tunatakiwa twende kwenye pointi, ni kwa nini anashindwa kumaintain. Kwa hiyo kuna baadhi ya sababu ambazo zinapelekea hiyo misuli kuto kufanya kazi vizuri. Sawa? Ambapo sababu ya kwanza ambayo tunaizungumzia hapo ni matatizo ya kiafya. Matatizo ya kiafya kama yapi? Ndo kama yale ambayo ulimuuliza maswali kuhusiana na magonjwa. Kwa pointi ya kwanza hapo ni matatizo ya kiafya, kuhusiana na magonjwa, ndo maana ulimuuliza, ukamuuliza kuhusu uzito, lakini kuna maswala ya kolesteroli hapo, mafuta mengi ya kizidi pia anaweza kupelekea hii misuli kuta kufanya kazi vizuri. Lakini jambo lingine ni mtindo wa maisha. Hapa kwenye mtindo wa maisha unatakiwa mwambia vitu, kuna naishu ya kuvuta sigara. Watu ambao wanavuta sigara huwa inaenda kuasili ile mishipa ya damu, naona kwa sababu ya nicotine. lakini pia mtu ambaye anakunywa pombe huwa pia inaenda kupunguza kiwango cha hormon, hormon ya testosterone, lakini pia huwa inaenda kupelekea huyo mtu mfumo wake wa neva au mfumo wa ufahamu unakuwa ufanyi kazi vizuri. Kwa pointi ya pili, hapa kwenye mtindo wa maisha ni kunywa pombe. Lakini pia pointi nyingine ni kuto kufanya mazoezi. Unatakiwa umwambie watu ambao hawafanyi mazoezi wapo pia hatarini kupata hii changamoto, kwa sababu mzunguko wa damu unakuwa haufanyi kazi vizuri. Lakini jambo lingine ni masuala ya lishe sasa. Watu wengine hawapati ile balanced diet ambayo ina matunda mboga mboga na virutubisho vile muhimu. Kwa hiyo hii inapelekea mishipa ile ya damu wakati mwingine inakuwa inaziba kama anatumia vyakula vyenye mafuta mafuta. Na ndio maana hapa tunawakataza watu wasile sana chipsi, wasitumie vyakula ambavyo vina mafuta mengi, vinapelekea mishipa ile ya damu midogo midogo inaenda kuziba. Izi, atel, na ndio unakuta hapa hizi penile artery na vein zinakuwa hazifanyi kazi vizuri kwa sababu zinashindwa kutanuka na kusinyaa vizuri. Sasa baada ya hapo sababu nyingine ambayo tunatakiwa kuizungumzia hapo, kuna sababu nyingine ya tatu hapo, kiachana na mtindo wa maisha, kiachana na mtindo wa maisha. Sababu ya tatu ni matatizo ya kisaikolojia, matatizo ya kisaikolojia. Kwa hiyo unatakiwa umuulize kama wana maelewano mazuri yeye na mweza wake, ni jambo la muhimu, lakini pia ujue kama hajapitia msongo wa mawazo hivi karibuni ukakuta mwingine labda alikuwa ameingia kwenye mkopo, ana madeni, ana stress zile pia zinaweza zikampelekea performance ikawa ndogo sana. Kwa hiyo kwa matatizo ya kisaikolojia jambo la kwanza ni msongo wa mawazo. Lakini pia jambo lingine ni hofu ya kushindwa. Yaani mtu anakuwa anaona tu hapa anaenda kufeli. Kwa sababu labda aliwahi kufeli mara moja akiwa labda na stress au alikuwa anaumwa. Kwa hiyo inamtengenezea ule tunasema uoga pamoja na hofu ya kushindwa. Kwa hiyo mtu akiwa na hofu pia anaweza akapata changamoto kama hiyo. Unaona, kwa sababu hofu huwa inaathiri mfumo wa neva ambao ndo unatoa zile taarifa. Lakini pia jambo la nne ni madhara ya dawa. Madhara ya dawa, madhara ya dawa hapa tunazungumzia. Kuna watu ambao wanatumia mfano dawa zile za pressure, dawa za pressure. Sasa hizi dawa za pressure, baadhi ya zile dawa huwa zinaenda kupelekea zinapunguza ile kasi ya mishipa ya damu kazi vizuri. Unakuta hata ile tunazungumzia damu inakuwa haipiti vizuri. Lakini pia watu wenye pressure automatically mfumo wao au wa damu unakuaga hauko vizuri. Kwa pia anapotumia zile dawa zinamasili kwenye ile mishipa ya damu. Lakini pia jambo lingine hapa kwenye madhara ya dawa kuna zile dawa za usingizi. Kuna wale watu ambao wanakosa usingizi. Kwa hiyo inawapelekea wanatumia dawa ili wapate usingizi. Hii huwa inaenda inaathiri pia pia ule mfumo wa neva oni mfumo wa fahamu, na mwisho wa siku mtu anapopata usingizi vizuri. Kwa hiyo huyu pia atapata hii changamoto. Jambo lingine ambalo linatokea hapa ni kwamba, asala tano, hili ni jambo la tano ambalo pia ni muhimu kuzingatia ni umri mkubwa. Baada ya madhara ya dawa, umri mkubwa. Sasa hapo utaangalia yeye, yeye alikuwa na umri gani? Kwa hiyo kama umri mkubwa, hapa kuna fakta mbili kwenye umri mkubwa. Mtu akiwa na umri mkubwa, homoni ya testosterone huwa inapungua lakini pia mtu akiwa na umri mkubwa uwezo wa ile mishipa yake kufanya kazi vizuri yani kucontract yani tunasema kusinyaa na kutanuka unakuwa ni mdogo, uwezo unapungua, na hiyo inampelekea huyu mtu ufanisi wake katika tendo utakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo hapo ukiangalia, nimezitaja point kama tano ambazo ni lazima uzipitie wakati huyu mtu uko unazungumza naye, naona hivyo vipengele vitano ukiwa umezungumza naye kwenye hizo vipengele vitano, automatically kuna sehemu nyingi sana ambazo utakuwa umemkamata. Atakwambia labda sifanye mazoezi, atakwambia mimi bwana nina stress, atakwambia hivi. Kwa hiyo tayari utakuwa umempa uelewa wa lile tatizo lake, na hapo kinachotakiwa sasa ni kwenda to provide solution au suluhisho lako. Suluhisho lako utalitoa kutokana na changamoto alizozielezea. Kwa hiyo utamwambia sasa sisi, namna ambavyo tunatibu tuna focus na hii mifumo yote. Watu wengi hawaponi kwa sababu hawapewi ushauri wa vyakula, naona ambavyo ni muhimu sana, tumeona pia ni sababu ya mtu kupoteza uwezo. Lakini pia utamwambia inatakiwa tuhakikishe huyu mtu awe anapata muda hata wa kufanya mazoezi, at least tunaweza tukapata tuka matokeo ambayo ni mazuri kwao. Kuna mazoezi madogo madogo ambayo lazima tukupangie na unafanya nyumbani kwako, hata kama ni chumbani lakini pia sasa, kwenye upande wa bidhaa inatakiwa hapa tukusaidie. Kwa hiyo kwenye programu yetu ya matibabu, jambo la kwanza ni kwenye swala la hivi, tunazungumzia vyakula, ni jambo la kwanza vyakula. Kwa hapo tutakushauri kwenye vyakula vipi utumie na vipi usitumie. Lakini pia jambo la pili ni kwenye swala la mazoezi, mazoezi au physiotherapy. Lazima tuhakikishe hapa tunakupa mazoezi yale muhimu yatakayohakikisha viungo vyako vinakuwa na ule mzunguko wa damu ambao uko vizuri. Lakini pia jambo la tatu, inatakiwa tuhakikishe tunakusaidia sasa kukupa vile virutubisho ambavyo ni muhimu ambavyo kwenye vyakula vyako vya kawaida hauvipati. Kwa hiyo hapa kuna virutubisho ambavyo tunavyo ambavyo ni muhimu. Cha kwanza ni kwenye kujili na ule mfumo wa damu, kuhakikisha mfumo wa damu unakuwa vizuri. Lakini pia cha pili ni kuhakikisha tunazungumzia hapo swala la mbegu ziwe vizuri, yani mbegu ziwe na kiwiliwili ziwe na kichwa na mkia, ziweze kuswim ama kuogelea, lakini pia kuhakikisha zinakuwa na ujazo wa kutosha, ili uweze pia kuzalisha. Lakini pia kuna jambo lingine hapo tunakupa, ambazo zitakusaidia kwenye swala la kwenda kuweka vizuri homoni ya testosterone, ambayo hii homoni ikipanda itakusaidia kupata hamu ya kushiriki, na hivyo kurudia raundi zaidi ya moja, na hivyo kuweza kumaintain, lakini pia takiwa tukupe virutubisho ambavyo vitakusaidia kwenye misuli ili kuhakikisha uume huo unasimama vizuri na imara kupitia vile virutubisho ambavyo tunakupa, kwa sababu vinaenda kufanya zile penile vein pamoja na penile artery, yani ile misuli muhimu ya uume kufanya kazi vizuri katika kupitisha damu na kutunza damu siweze kutoka. Sasa hii itakusaidia kuwa na strong erection au kuweza kusimamisha vizuri na kuweza kuperform kwa muda mrefu zaidi, lakini pia katika hivi virutubisho kuna ambavyo vitakusaidia pia kuweka vizuri ile cortisol hormone, yani hormone ile ya stress hormone zile za msongo wa mawazo ziweze kukaa vizuri, na hivyo kukurahisishia wewe kuwa na msisimko pale endapo unataka kushiriki au unapokuwa na mwenza wako. Kwa hiyo hii itakurahisishia kuweza kupata matokeo makubwa sana, lakini jambo lingine ni kwamba itatakiwa tukupe ushauri sasa wa kisaikolojia tukupe hapo mbinu ambazo utatumia kama ni staili ambazo unaweza ukawa unatumia ili uweze kuchelewa kumaliza, lakini pia tutakupa staili ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuhakikisha unakuwa una control kubwa, na hivyo kuweza kusaidia kuhakikisha unapata matokeo makubwa kabisa. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo sisi tunaweza kusaidia wewe kupata matibabu. Kwa hiyo hatukupi tu dawa peke yake, lazima tukupe na hivi vitu vingine ili upate matokeo, kwa sababu watu wengi hawaponi unakuta ni kwa sababu wanapewa dawa peke yake, na mwisho wa siku dawa anazopewa unakuta ni za kudili na, na sehemu moja, lakini sisi lazima tudili na mifumo yote ya mwili ambayo inahusisha wewe kuweza kuperform vizuri. Kwa mwisho wa siku utajikuta utakuwa na uhakika wa kuweza kuperform, yani inakuwa ni zaidi ya dakika 30, na kuendelea. Utakuwa na uwezo wa kumridhisha mwenza wako na hivyo utakuwa umeokoa ndoa yako. Kwa hiyo, kwa hapo utakuwa umemaliza kwenye maelezo. Sasa kwenye maelezo kama utakuwa umemaliza hapo, kinachotakiwa Hasa ni kwenye maswali na majibu yeye ndo ataanza kuuliza maswali. Ah, okay, daktari hapo umesema hiki umesema hiki umesema hiki. Then wewe utakuwa unamjibu mjibu kutokana na, kutoka na maswali atakayoyauliza lakini mpaka hapo atakuwa amekuelewa vizuri na amekuona ni mtaalamu. Kwa sababu mimi nimekuwa nikitumia hivyo, nimeongea na watu wengi kwa zaidi ya mwaka mmoja, wamekuwa wakinielewa na nimekuwa nikiuza kila mwezi. Kwa hiyo unatakiwa uzungumze na watu hivyo, utajikuta watu wanakuelewa na itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kuchukua hatua. Kwa kinachobaki hapo ni kuhakikisha sasa wewe umepangilia vizuri zile dozi zako. Usiuze bidhaa kuuza program, mwambie tuna program. Hii programu ina ushauri kuhusu maswala, mbinu za kisaikolojia. Hii programu ina bidhaa ambazo ni virutubisho asilia vilivyotengenezwa vipo katika mfumo wa vidonge naona, lakini pia katika hii programu kuna ushauri au kuna maswala ya physiotherapy ambapo kuna mazoezi rahisi ambayo utakuwa unayafanya nyumbani kwako kwa muda mfupi kama dakika kumi na tano tu, ambazo kiuhalisia hauwezi kukosa. Lakini pia kuna masuala hapo ya diet, au vyakula ambavyo ni lazima tukushauri ambavyo wewe unatumia na ambavyo usitumie. Kwa hiyo kwenye programu yako inatakiwa kuwe kuna vitu kama hivyo hapo, itakurahisishia huyo mtu kuweza kukuona hauuzi tu bidhaa, ila unatoa vitu zaidi ya bidhaa. Ili mtu aweze kununua, inatakiwa aone anapata vitu vingi uliko ile pesa anayoitoa ukiuza tu bidhaa. Wauzaji wa bidhaa ni wengi, kwa hiyo hakikisha unatoa zaidi ya bidhaa, toa na vitu vingine extra, itakusaidia kuweza kuwini kiurahisi zaidi. So kwa hii part nadhani tumeishia hapo. Kinachofuata naelezea kuhusu masuala ya dozi.